CCM, kama mnavyoifahamu, inasema na kutenda, inapanga na kutekeleza, inaahidi na kutimiza. Nani kama CCM? Hakuna kama CCM. Sasa sikiliza, mi ntaenda kwenye utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi. Tunapanga kuifungua Kiburugwa, haijapata kutokea. Kwa dakika tatu au nne nitaeleza mipango ya CCM kuelekea 2025 2030. Tunaenda kuifungua Kiburugwa kuanzia hapa juu. Barabara za viwandani, viwanda vinavyokusa hapa Kiburugwa, kata ya Bagara na kata ya Charamba. Tunatandika zege kila mahali. Tunatandika lami kila mahali viwandani. Tunaifungulia tuna Kiburugwa kwa kuanzia hapa. Tumeelewana? Lengo yeah. e la sisem yeah. e e yeah. e yeah. ni kufungua barabara muhimu zote zinazoingia na kutoka Kiburugwa. Mpango wetu ni kuanzia kwa Mangari kwenda mpaka shule ya msingi Juhudi, inapigwa rami palesem na nyuma kwa mnyanya, unatandika kiunganishi pale daraja kwenda Kiduguredii kalug namba moja, pale kwa nyoko, tunaenda kupiga kitosha hasa cha milioni mia sita hapa kama sisi. Mimi nataka nizungumze mambo yanayotekelezeka, sio gegwe. Sisi wengine hatuna maneno mengi, tunazungumza yanayotekelezeka, sio sio kunung'unika, sio kulalamika, sio kitu gani? Sisi tunasema yale ambayo tunaenda kufanya yanayostawisha maisha ya wananchi nayaa

wanakwambia oh, fulani, mambo gani hili hajafanyika? Ah, sasa kulalamika mpaka lini? Sisi tumeamua kutafuta majawabu ya changamoto za wananchi, sio kulalamika. Ndio, ndio, tumeelewa sisi. Um, uongozi sawa, yeah, tuende kwa vijana yeah, na kina mama. Nitasema mambo manne kwa haraka, dakika moja, sababu araadaka nitataja manne. La kwanza kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo kwa biashara ndogo ndogo. Yeah. na kuwasaidia vijana wanaoanzisha makampuni mapya yaweza kupata mikopo yaendeleza mawazo yao ya, ya kibiashara na ubunifu wajiajiri na waajiri wengine nao ni kama sisi. Yeah. Vijana vipi hapa? Yeah. Yeah. au sio? Kuanzisha mtaa maalum wa viwanda ambao utasaidia kuchochea ajira kwa vijana, moja. Pili, kuchochea sekta nyingine zinazofungamana na hivyo viwanda ili ziweze nazo kutoa ajira zichochee ukuaji wa uchumi na ustawi wa watu. Hatujapata maendeleo mpaka hapo. Nani kama sisi ya. Sawa. Tatu, tukasema tunaanzisha viwanda, ndio. Lakini je, kama hatujawaandaa vijana wetu vizuri hizo kazi watapata? Hapana. Tumekuja na jawabu. Jawabu lipi? Hili hapo, tunaanzisha programu maalum katika siku mia moja baada ya rais kuapa za kutraini vijana kufanya mafunzo kwa vijana kuendeleza ujuzi ili waweze kuajiriwa. Bahati nzuri programu hiyo nimeiandaa mwenyewe kwa mkono wangu pale nikiwa benki ya Dunia, mwenyewe kwa a watu naanganyani hapa, karibu bilioni mia nane tunakuja kwa ajili ya kusaidia vijana kuwanda VETA kwa kushirikiana na viwanda kushirikiana sekta binafsi, ili viwanda ili vijana tuwaandae tuwa mapema, hivyo viwanda vitakapojengwa

nikifungua jimbo zima hospitali tiakamgoma ya hadhi ya Ulaya, ghorofa sita, barabara njia sita kutoka hapa kokoto kwenda mpaka Vikindu, njia sita katikati, mwendokasi huku mbili huku mbili. Hatujazungumza hapa, mwenelewa. Tunaanzisha stendi mpya kubwa ya magari ya kwenda kusini hapa, magari nani kama sisi. Sasa napenda nijembeleenu kwa mara nyingine tena, gomba kura kwa ajili ya Chama Cha Mapinduzi. Kwa unyenyekevu tunaomba kwa kweli mpigie kura rais wetu niliyesimama hapa, mtoto wenu na rafiki wa karibu, aku uchaikakuu namba tatu. Ni nani? Rashidi Rashidi ndiyo diwani wa uhakika. Ukichagua Rashidi umechagua maendeleo Ustawi wako utakika, ustawi wa eneo letu wakika, wa miradi ya maendeleo kutekelezwa, ni kuichagua CCM. Hakuna nyingine ningine, jamani ye. Mimi nimemalizia hapo, naomba tukutane wakati mwingine, tutakapokuja hapa tena au sehemu nyingine kuzungumza yale ambayo sisi tumepanga kutenda. Tupo pamoja, tunawapenda sana Kiburugwa. Jamani ye, ukombozi, shikamoni tena kwa siku hizi

Kwa hiyo, achana na hawa waliopita na matangazo kwenye magari, sisi tunataka wakusikiliza tarehe 29 tupige kura, ushindi lazima sisi